Na chama cha kupigania usalama wa wanabodaboda humu nchini kimekosoa vikali mswada uliopendekezwa wa kudhibiti shughuli za waendeshaji pikipiki. Mwenyekiti wa chama hicho Kevin Mbadi amesema umma haukushirikishwa katika kuandaa mswada huo ambao huenda ukaathiri maelfu ya waendeshaji bodaboda humu nchini. Mbadi ametoa wito wa mazungumzo katika utungaji sera na kumtaka seneta Boni Khalwale kuondoa mswada huo ili kuwe na mashauriano zaidi na washikadau katika sekta ya bodaboda boda. Tayari tumetengeneza an application ambayo itatusaidia kufanya digital registration ya members wote katika kaunti yetu ya Busia. Na kwa hakika kuna wale, kuna wale watu ambao wanafanya bodaboda ambao wanajificha chini ya bodaboda boda. Wanajifanya bodaboda boda, ikifika wakati wa kujiandikisha hawajiandikishi na hao ndio wanasababisha uhalifu. Kwa zaidi tunataka kusema ya kwamba in the next one or two weeks tutakuwa tunafanya roll out ya digital registration ya members wote wa bodaboda within Busia kaunti. Tutaomba ya kwamba kila mtu ajiandikishe. Ningependa kuambia bodaboda wenzetu boda ya kwamba tupunguze mwendo na tuwe waangalifu wakati tunatumia barabara.